Ati sasa kuna wanaume tano ati wameketi chini ati wanagawa serikali ya Kenya ati wewe chukua 50%, wewe chukua 20%, wewe chukua 10%. mimi nataka niwaambie hawa jamaa, my friends, serikali ya Kenya si yenu. serikali ya Kenya ni ya wananchi hawa wote. Doesn't belong to two three people. Ama namna gani? Wacheni kiburi na madharau, serikali ya Kenya ni ya wananchi wote wa Kenya. Hamwezi kuketi chini kwa mkahawa ati mnagawa serikali ya Kenya ati 50%, sijui 20%, sijui ngapi. Ama namna gani jameni? Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Maralal si hata nyinyi mko na eh, watu wa serikali ya Kenya? serikali ya Kenya ni yenu ama si yenu? Ni wale watatu wameketi, watatu wa kwa, si, wa, kwa mkahawa? Sasa niwaulize wale majamaa, ajenda hawana, mpango hawana, sera hawana barabara, hawajui, akili hawana. Sasa wao ndio watu tutashindana na wao.